Naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA amewataka wa watumishi wa wizara hiyo kufanya kazi kwa kasi na kiwango kikubwa, ambapo wameeleza kuwa kwa hivi sasa wana kazi kubwa ya kufanya kwa wakati huu kuliko wakati mwingine wowote. wa kauli hiyo aliitoa mara baada ya kupokelewa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi pamoja na watumishi wa wizara hiyo akiambatana na naibu waziri mwenza Paul Makonda, ambapo ameeleza kuwa wizara hiyo inahusika kwa kiasi kuwafanya watu wawe na furaha hivyo wana kazi kubwa kufanya katika majukumu yao. Nimefurahi sana kurudi na hata nikiongea kwa dakika moja, kila wakati kipindi hiki moja, ambalo mtalisikia katika maongezi yangu, hata nisipolisema kwa maneno, kwa kulitamka, ni kwamba tuna kazi kubwa wakati huu kuliko wakati mwingine wowote, kwa maana ya kwamba wizara yetu inahusika na maswala ya kufanya nyoyo za watu ziwe na furaha kutoa burudani. Kwa hivyo mimi niwaambie kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya, na mimi niko tayari kuifanya kwa kushirikiana na nyinyi kama ilivyo kawaida, kwa maelekezo ya Mheshimiwa waziri na maelekezo tutakavyotakiwa kufanya na Mheshimiwa Rais. Ikumbukwe kuwa Mwana Fa aliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa naibu waziri wa wizara hiyo akiwa na Paul Makonda ambaye pia ni mbunge wa Arusha Mjini, aliyechaguliwa kuwa mmoja wa manaibu mawaziri katika Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Kwa habari zaidi, endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter at Liquid FM Radio uweze kufahamu mengi yanayojiri hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Frank Amani wa Liquid FM.